Ah, ame faint? Mm. Nini nafanya faint? Sunsaidie nimpeleke kwa nyumba. Nimse kuenda kwa nyumba, eh. Haina shida lakini akiamuka lazima deni yangu anilipe. Wacha nikusaidie. Wacha nikusaidie. Acha nishike hizi. Wacha tumwache kwa baba. Mnakimbia tena? Aha. Wakamwacha akiwa paralyzed. Mama ya Nakuambia Caro ni nani? Caro ni msichana fulani tulikuwa nasoma naye kitabu. Oh, sawa, ina shida. Mimi hata siku ana shida na wewe hmm. Juu unajua kuna sitangu pia anaitwa Caro hata huko na shida? Eh. Yeah. Ah, so twende tu kwa nyumba twende kwa nyumba kwa nyumba aa